Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kupitia jina la Yesu Kristo. Basi kwa muda na sahii, na tamani ni kuletea neno la Mungu. Kwa wale tunaoandika andika, kichwa cha somo kutembea na uwepo wa Mungu. Baada ya kutoka kwenye hili somo mimi utakuwa umejifunza kitu. Naomba nianze na utangulizi. Aa, uwepo tunavyosema uwepo au kutembea na uwepo wa Mungu, tutenda kuona nini maana ya kutembea na Mungu. Lakini tunavyosema uwepo ni kitendo cha kuwa mahali fulani. Mungu ana sifa ya kuwepo kila mahali yaani mbinguni, duniani na kuzimu, lakini pia kuna siri inayohusu uwepo huu, kuwa mtu anapomkabidhi maisha ya Mungu, kuingia na kufanya makao yake na mtu huyo, ni tofauti na uwepo wa kawaida. Yeye akiwa ndani yako anakupa neema ya kushinda vita zote. Hiyo ndo maana ya uwepo, uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu. Mungu ana sifa ya kuwa kila mahali. Sasa hebu tuende tujifunze kitu kimoja, hii ni maana ya kutembea na Mungu. Namba moja, kuwa karibu naye kwa njia ya kusikiliza na kufuata maagizo yake. Namba mbili, kutembea na Mungu ni ushirika au uhusiano na Mungu. Namba tatu, ni kumfuata Mungu kwa kila neno. Uwepo wa Mungu hutokana na Mungu kupendezwa kukaa nawe, na hii inatokea baada ya kuthibitisha kuwa unafuata kwa moyo wa kupenda na kwa nia thabiti sasa. Unaweza ukajiuliza kwa nini tutembee na uwepo, tutapata faida gani otembea na uwepo? Ah, inawezekana isoii unajiuliza kwa nini tutembee na uwepo wa Mungu? Moja, sababu ya kutembea na Mungu, hatuwezi bila Mungu. Hivyo chochote unachokihitaji ni lazima utembee naye, kusoma pale kwenye Yohana 15 mstari wa 5. Lakini namba mbili, hatari nyingi leo duniani, maadui ni wengi, kwa ni muhimu mtumishi wa Mungu kutembea na uwepo. Luka 8:22. Lakini namba ya tatu, kwa nini tunatembea na uwepo wa Mungu? Ili kuepuka ghadhabu ya Mungu na kufifia katika imani. Namba nne, Mungu huwa anaacha watu. Usipofanya kile unachotakiwa kufanya, Mungu anakuwa, anakuacha. anakuachaasa Utajuaje Mungu yuko ndani yako? Moja, moyo kuchoma unapojikwaa au unapokosea. Namba mbili, kitu cha pili kinachoonyesha Mungu yupo ndani yako ni lazima ufanikie, na kwamba mafanikio yako yaanzie rohoni. Kumbukumbu la Torati 28:1 mstari wa tatu na mwisho kukataa fahari isiyo ya Mungu. Mungu kubariki sana bariki. Baada ya kujifunza hapa nami, utakuwa umetoka sehemu kwenda sehemu nyingine.